Kuu, ndugu mtazamaji au ndugu msikilizaji katika media yetu ya Wahubiri Wadogo. Leo tutaenda kujifunza katika lesoni yetu ya vijana wadogo kuanzia miaka kumi hadi kumi na mbili. Leo tutakwenda kujifunza katika lesoni mara nne ambayo tunasema kufikiri kwa makini au kitu. Kabla ya kuanza somo hili, tulikumbukie somo lililopita. Somo la tatu ambalo tulikuwa tunasema toka kuwa nabii hadi kwa Tunao kuna wachambuzi mbalimbali waliobobea katika maandiko ambao wao watatufundisha na kutudadavu, na kutudadavulia somo au Biblia inatuambiaje kuhusu hilo somo lililopita kutoka kwa Tuanze na mchambuzi wetu wa kwanza ambaye yeye atatuelezea, na kabla ya yote yayote, nikuuliza swali. Je, ulielewa nini katika somo la tatu kutoka Asante, ndugu mwenye kiti kwa kunipatia fursa hii. Mimi kama nilivyoelewa katika somo iliyopita, el, nimeelewa ya kuwa nimeelewa ya kuwa ili somo linatufundisha y, kwamba Yohana alipokuwa gerezani alikuwa, alipofungwa alikuwa akibatiza watu, alikuwa aki akiwaonya watu na ndio kazi kubwa ya nabii ambayo ilikuwa inampelekea kuwa mfungwa, kwa sababu alikuwa anatakiwa amsafishia njia Yesu, ili Yesu aendelee na kazi. Asante, asante sana mchambuzi wetu ambaye, e, amepokea nikoni, ametuelezea kwamba nabii yeye anakuwa ni msafisha njia. Baau yeye alikuwa alikua anasafisha njia ili hata rais akija eneo fulani, lazima walinzi kwanza waandae kwa usalama. Utakuta maaskari wanaangalia usalama eneo hilo kojekukoje, ili rais aweze kupita, hata ile eneo ambayo rais atafanya. Hiyo ndio maana ya hiko kitu kutoka kwa wageni fulani. Tuje na mchambuzi wetu wa pili, ambaye yeye atatuambia nini kuhusu somo la kutoka kwa wageni fulani. Mchambuzi wetu wa pili, unatuambiaje kuhusu Yaani katika kutoka kwa nabii alimfungwa unaelewa nini katika ile somo? Asante sana ndugu mwenyekiti kwa nafasi hii. Katika somo lililopita ambalo kwa anasema kutoka kwa nabii alimfungwa, nimeelewa kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa nabii ambaye yeye alikuwa anasafisha njia ili munti, Yesu yeye aweze aweze kupita, kwa sababu hata yeye Yohana alikuwa alikuwa ajui kwamba huyo anayekuja alikuwa amjui kama yeye ni nani. Asante. Asante sana mchambuzi wetu wa siku ya leo. Ametuelezea kwamba Yohana yeye huyo huyo aliyetoka kuwa nabii alimfungwa alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Kumbe unapojua kwamba Yohana Mbatizaji alipokuwa nabii hadi kuja kwa mfungwa. Tuje, tuje katika somo letu la la nne ile ambayo ambalo nasema usifikiri kama kinywa au kata. Kabla ya yote niulize swali. Je, msirizaji uvya kuongeana mtu mongezi ya simu na simu itakatika, mawasiliano yote yakatika, labda labda ile ile mtandao ule ukakosekana, ndio ni jambo la kukatisha tamaa. Hata Yohana alipokuwa gerezani alikata tamaa kuhusu Yesu kwamba Yesu atakuja lini na kwa nini Yesu amekubali kutoka. Kabla ya yote tuje kwa Mchambuzi wetu namba moja ambaye yeye atatuelezea ni nini kilifanyika katika somo letu la leo. Mchambuzi wetu wa kwanza, tuambie kwa nini Yohana na Yesu hawakufanya kazi kwa pamoja? Asante ndugu mwenyekiti kwa kunipa fursa hii. Hapo nimeelewa kuwa katika somo hili najifunza ya kwamba Yesu na Yohana hawakufanya kazi pamoja kwa sababu walikuwa hata kama Yohana angekuwa anafanya kazi hipi, lakini wasingefanya kazi pamoja na wakaelewana, kwa sababu Yohana alikuwa anabatiza na alikuwa anawaambia watu watubu makosa yao, na watu u wakamdhania e ni kama Masihi, na kwa hivyo isingekuwa isingekuwa Yesu Yesu angekuja direct, asinge- asingekuwa amekuja bila nini bila yohana kufa, kufa yesu asingeendelea na kazi wa wato, ambawa, muamini, kuwa, wana, wana, wana, kwa sababu wangechanganyikiwa watu ambao walikuwa na mwamini Yohana wangekuwa wanasema tumfate huyu au tumwondee huyu. Asante asante sana, mchambuzi wetu wa siku ya leo, ametuelezea kwamba ungekuwa na ureti kati ya Yohana na Yesu kwamba watu wa Yohana wamesema

Tuje na mchambuzi wetu namba mbili pale utuambie kwamba ni kwa ni kwa nini? Yaani, kitu gani kilitokea, au unashauri nini kwa watu wenye watu wenye tabia ambayo ya kukosea kitu fulani? Au kwa lugha nyepesi nikuulize, ni kosa gani lilomfanya Yohana Yohana Mbatizaji na nae Nashukuru sana ndugu mwenyekiti. Ndu nashukuru sana ndugu mwenyekiti sababu iliyomfanya Yohana kufungwa ni pale tunaona kwamba Herode alikuwa ni msikilizaji mzuri wa Yohana kwenye mafundisho ya Yohana. Na Yohana alikuwa anafundisha watu watubu, waokolewe wasio kama wasio kama Herode ambaye alimchukua mke wa ndugu yake na na akawa na akataka kumfanya mke wake. Hivyo Herode alipoambiwa ukweli, aliumia, ali na ukweli siku zote, ukiambiwa ukweli, ukweli unauma. Hivyo akaona si vyema, akaenda kumwambia mke wake, na mke wake akamwambia Herode wamkamate Yohana wamfunge gerezani. Ndio sababu iliyofanya Yohana akafungwa gerezani. Asante sana mjaguzi hapo unatuelezea tena, unapongezea kitu gani kingine, au unashauri nini kwa watu wenye tabia kama ya Herode? Hapo tunaona kwamba Herode alikuwa ni mtu mkubwa, ni alikuwa ni mfalme na, ki, na tabia yake alimchukua mke wa, wa ndugu yake kwa nguvu na akamfanya kuwa mke wake. Hivyo Herode alikuwa ana tamaa. Tunajifunza hapo wanaume wasiwe natama, na tamaa na kingine ambacho tunajifunza Herode hakuwa na msimamo ambao umenyoka. Alimsikiliza mke wa mke mke wa ndugu yake ambaye alitaka alitaka amkate kichwa am, am, amfunge Yohana gerezani na, na Herode alikubali akamfunga Yohana gerezani. Ndiyo ndiyo maana tunajifunza hapo, tunajifunza funzo lingine ambalo tunasema tu, tuwe na msimamo wa kwetu wenyewe tusitegemee misimamo tu wenye, tu mingine ambayo unaambiwa unafanya. Asante tena kwa mchambuzi wetu ambaye yeye atatuelezea kuhusu aya ya kukariri. Mchambuzi, je, umeelewa nini katika ile aya ya kukariri au ujumbe ule unatuambia nini, unawito gani kwetu sisi wanadamu si, kama? Asante ndugu ndugu mwenyekiti kwa kunipa fursa hii katika somo, katika ujumbe huu nimejifunza ya kuwa katika Warumi kumi na moja kuanzia fungu la kwanza linaelezea ya kuwa Yohana alimbatizaji alikuwa akiwaonya watu ma, wa, watu makosa yao, na ndi, ndiyo, ndiyo, ndiyo kazi ya nabii. Kwa sababu hiyo, kwa sababu hiyo, kwa sababu hiyo Yohana alipokuwa akibatiza watu na kuwafundisha wa, watubu makosa yao na wa, mfua, wafua, wafuate na wa, waweke tayari mi, miili yao iwe kama beau iwe kama dhabihu, lakini maana ya dhabihu kama Yohana alivyokuwa anawambia mfalme akiwa gerezani, alipokuwa gerezani, alikuwa na msimamo wake binafsi, alikuwa akitetea akijitetea, yeye akitetea, akitetea, binafsi ya kuwa, ili kosa la mfalme alilolifanya ni kweli, na akasimama katika msimamo huo, na ndiyo maana aliuweka mwili wake kuwa tayari yani Yani, alikubali kuchinjwa na lakini hakuacha kusema ukweli, na ndiyo sababu na ndiyo maana ya nabii. Amin, asante sana ndugu mchambuzi ametuelezea maana ya nabii na ujumbe unaotoka hapo katika aya ya kukadiri, kuna kuita kitu gani kwetu sisi wanadamu. Ukiangalia katika kipindi cha zamani miaka ya Yohana Mbatizaji alikuwa tanewa zatukunakuokolewa na wapewe mili yao iwe dhabihu hai iliyo takatifu kwa Mungu. Kwa hiyo katika maisha ya sasa, tunaona ya kwamba katika maisha ya sasa huo ujumbe unakuja katika maisha ya sasa, sisi sisi wanadamu tuna dhambi utuku nakuokolewa, ili kwamba mili yetu iwe dhabihu safi takatifu ili mwisho wa siku tupate kuelekea mbinguni. Niulize swali katika mchambuzi wetu wa pili kwamba kwa nini kwa sasa hakuna nabii katika ulimwengu. Sana sana ndugu mwenyekiti kwa nafasi hii. Sasa hivi hamna katika dunia hii hakuna nabii kwa sababu sasa hivi kuna Biblia lakini wakati wa, wa zamani alikuwepo nabii kwa sababu mfalme akisha akishakwisha kuapishwa uh, lazima amuulize nabii kuwa ni mambo gani ambayo yatatokea mbele. Tukumbuka kwamba nabii ni mjumbe wa Mungu aliyobeba ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo sasa hivi hamna nabii, kwa sababu kipindi kile Biblia haikuwepo, watu walikuwa wanapelekewa taarifa kwa njia ya mdomo, lakini sasa hivi kwa sababu Biblia ziko

Inaonyesha kwamba Yesu alipopaa kuelekea mbinguni alituachia Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu ndiye yeye ambaye anatuelekeza nini tukafanye. Kama unakuta ndugu hivi, unasikia tu sauti inakuambia usiibe. Mwingine anakuambia iba. Kwa hiyo wewe fuata kilicho bora. Kilicho bora ni usiibe. Hata ukisoma katika amri ya nane, Mungu anakuambia usiibe. Kwa hiyo bao, unapoiba unakuwa una umevunja una sheria ya Mungu na unakuwa haujafanya sawa sana Roho Mtakatifu alipokuelekeza. Kwa hiyo ni ndugu wa tazamaji na ndugu wa